Nyuma yangu kama unavyoona hapa, hivi ni vyombo vya wizi ambapo vimekamatwa na jeshi la polisi mkoa wa mjini magharibi, katika operesheni yake ya kila siku kuhakikisha kwamba mkoa wa mjini magharibi unabaki salama katika maisha yake ya kila siku. Sasa jeshi la polisi limetoa taarifa takriban ya vyombo 23 vya maringi mawili vimekamatwa, na ambapo tumeshuhudia wamiliki wa vyombo hivyo wakifika katika ofisi hizi za jeshi la polisi mkoa wa mjini magharibi kwa ajili ya kuweza fanya utambuzi wa vyombo hivyo ili kujiridhisha na hatimaye kuweza kukabidhiwa vyombo vyao. Vilevile, jeshi la polisi mkoa mjini Magharibi limetoa tahadhari kwa wale wote ambao wanafanya manunuzi katika vyombo hivyo kuhakikisha wanabadilisha umiliki wa vyombo hivyo ili kuweza kutoa uwepesi mara ambapo vyombo hivyo vinapokuwa vimepotea. Mimi naitwa Omar Injelu na hii hapa ni Coconut FM. Kwa hivyo kuanzia tarehe 24 mwezi wa tisa mwaka huu wa ishirini na tano tulianza operation za pamoja ambazo zilisimamiwa na wakuu upelelezi wa mikoa yote mitatu. Operation hizo zilikuwa maalum kabisa kwa wezi wa pikipiki. Operation hizo ni endelevu, toka tuanze hatujatulia hatujalala, lakini tumeona kwa sababu nyie ni wadau muhimu, waandishi wa habari na wananchi wetu, ili wajue kazi ambayo jeshi lao linafanya. Nyie ndio watu wa kupitisha hiyo taarifa. Leo tukutane na nyinyi wote kwa pamoja na tumekutana nyinyi tukiwa tumepata mafanikio makubwa sana. Mpaka tarehe ya leo ninavyoongea hapa tumeshakamata watu kumi na saba ambao wanajihusisha na matukio ya wizi wa pikipiki. Watu kumi na saba, na watu kumi na saba wamegawanyika katika makundi makubwa mawili, lakini na kundi dogo la tatu. Kundi la kwanza ni wale wanaofanya wizi kabisa wa hizo pikipiki. Na kama ambavyo mnajua, wizi wa pikipiki kwa sisi hapa Zanzibar ni ule ambao ni wa kuvizia, ule uwizi wa kuvizia. Na tumewahoji wahalifu wote wanaeleza hiyo njia kwamba wanaotumia. La kwanza, wanavizia watu wakiwa kwenye maziko. Eh, watu wameenda kwenye, kwenye makaburi, kwenye mava kule makaburini. Nafikiri mnaelewa vizuri neno mava. Wameenda makaburini wanafanya maziko, mwizi wezi wanakaa jirani wanavizia, wanaangalia pikipiki, wanaenda wanaziiba. Lakini wakati mwingine wanavizia watu wakiwa kwenye nyumba za ibada. Watu wameingia kwenye misikiti wanafanya ibada, wanavizia watu wanaona watu wameingia dua zishaanza kule ndani mahubiri wana, wana, wana, wanaiba pikipiki. Nyingine ni watu ambao wanazitunza pikipiki nyumbani. Watu wana imani, wajua watu Zanzibar ni nchi ambayo watu walikuwa wametulia. Sasa watu wanaamini bado watu. Kwa hiyo mtu ana pikipiki yake anaona kuiweka ndani labda anaona ni nini anaipaki nje ya nyumba. Watu wanavizia, wanaiba. Ukiona weka tanda lakini afungi ule mlango watu wanavizia. Kwa hiyo matukio mengi hapa kwetu ni ya kuvizia. Na kuzichukua. Kwa hiyo sasa kama nilivyosema tumeshakamata watu 17 katika makundi makubwa mawili ambayo ni kundi la kwanza ni la wezi kabisa. Yaani wale ambao wanazivizia na kuziiba. Ili kundi lina jumla ya watu 12. Lakini watu 12 hawa wamegawanyika katika makundi mawili. Watu wawili wanaiba kwa kushirikiana nao wenzao kumi. Wakishaiba, hao wawili wanazinunua ile pikipiki walizoiba na wenzao eh. Yani wanashirikiana, wanaweza, sio kwamba wanaiba wote kumi kwa wakati mmoja, wanaweza wakaiba wawili. Lakini kama wako wawili wakiiba mmoja, kama yuko kwenye kundi la pili la wawili, yeye anainunua ile pikipiki. Mmenielewa ndugu waandishe? Kundi la pili ni ile wale wanaopokea kwa kazi yao ni kupokea. Pikipiki zikishaibiwa, wanapelekewa wanajulikana. Wanapelekewa wanazinunua. Wakishazinunua, wanashirikiana na mafundi. Wanazibadilisha muonekano. Lakini wakati mwingine wale mafundi wanaingilia mpaka namba zile chassis namba ambazo zinatupa usumbufu sana wakati wa upelelezi. Wanaingia wanaingilia zile frame namba zile za pikipiki zile. Unajua pikipiki una namba zake, kila pikipiki na namba yake. Kwa wanaingilia zile namba wanazi wanaziharibu. Wanazi lakini wanafanya vibaya zaidi kwa sababu wanatumia kadi za kughushi. Wanatumia watu wa mitaani. Siku hizi teknolojia imekuwa zinatengenezwa kadi, kadi za kughushi, eh? Kwa hiyo zile kadi ndio sasa zinatumika. Tabu ambayo tutaipata sasa ni kwamba wakija zile kadi zile hazi, wanakuja na kadi yake haiendani na, na mambo yalikuwa ya kwenye pikipiki yenyewe, kwa sababu hakusimamia vizuri wakati wa kuinunua. Amekuja na kadi, kadi inataja chesa sina ile ile ile frame number tunaitaka chesa si namba, ukienda kwenye pikipiki yenyewe sio yenyewe ile, kwa sababu wakati ananunua kufuata kanuni, ameuzwa kitu ambacho ni bomu, na sasa hatuwezi kumrudishia mtu pikipiki ambayo ile kadi yake na namba haviendani. Kwa tu tufikishe ujumbe vizuri kwa wananchi, na nafikiri kwa andisho habari ni washauri kitaka ili kae vizuri, mnaweza pia kuona watu wa ZDRI watawapa zile kanuni ni zipi, ili wananchi wazifuate vizuri, na pikipiki zenyewe tulizokamata mpaka sasa ziko 23 tumezitunza kituo cha polisi Bububu na zingine hapa Madema, tumezichukua kutoka mikoa ya wenzetu kule, ziko hapa ili ili wananchi wapate wafanyie utambuzi sehemu moja. Kwa hiyo mwananchi hapa anakaa Kaskazini Unguja, anakaa Kusini Nguja, anakaa Mjini Magharibi, so long kama ameibiwa pikipiki yake aje, zipo kama hiyo changamoto ya namba itakuepo, basi atashikana na maafisa wetu kuona ni jinsi gani wanaweza kwenda mpaka haki yake aipate. Honda alikuwa ameiweka nje yeye kuna sehemu alikuwa amepumzika ndani, amekuja kuamka anakuta honda haipo. Kuja kuamka honda haipo, akanipigia simu, tukaenda kituoni tukatoa taarifa. Tulivyotoa taarifa, swala la upelelezi lilikuwa linaendelea. Tulitoa taarifa kwa kituo cha polisi cha Paje na ndo mazingira ilipo, ilipo, ilipo honda sasa. Mwezi mmoja tayari ushaisha, mwezi ushaisha na imepeleleza imefuatiliwa. Mwisho wa siku ilikuwa kama siku tatu nyuma, nikapewa taarifa kwamba kuna honda za wizi zimekamatwa huku mjini, ndo nikaja nimekuja. Ilikuwa juma nadhani, ilikuwa juma Jumapili, nikaambiwa Jumatatu. Sasa Jumatatu nikaja tena nikaambiwa Jumatano ambayo ndio leo. Sasa nimekuja tumekuta honda zipo kwenye kontena zikosha wapakiwa. So, kaambiwa tuje huku Madema, huku tulivyofika huku, ndo kwenye harakati za kukagua hondangu, nikaikuta ipo ile pale, halafu kuna alama ambazo zilizokuwepo kwenye tenki nilikuwa nimeigonga, halafu na siti yake na kwenye exos, pia exos yake ilikuwa imetiliwa kitu kama kifilimbi kifirimb, vijana sasa hivi tunavyovutia, halafu chassis number ni tofauti sijui imefanywa vipi, case number ni tofauti, kila kitu ni tofauti, number na zenyewe ni tofauti kidogo. Kwa hiyo lakini, uhakika asilimia mia, honda ni ya kwangu kwa alama nilizoziweka mimi, lakini case number ndo tofauti kidogo. Mimi najisikia furaha sana, kwa sababu polisi wanafanya jambo lao kiukamilifu. Kwa majina naitwa basi Hasani Lipongo, ni dereva bodaboda kituo cha Darajani, na mwaka juzi nilipewa honda ya mkataba, nikafanya kazi, nikafanya kazi, nikamaliza mkataba mwezi wa nne mwaka huu. Nilipomaliza mkataba mwezi wa nne mwaka huu, ile honda nikachukua, nikampa mtu, mimi nikachukua honda nyingine ikawa nafanyia kazi mtu mmempa honda akafanya kazi siku tisa. Siku hiyo akatoka kijiweni kwake, kaenda nyumbani kwake. Alipofika kwa, ke, kwa, kwa maelezo yake alinambia kwamba alikuwa amefanya usafi kidogo, alikuwa ameikosha inshoti. Alipomaliza akaiacha nje, akaingia ndani ndani, kakaa kama nusu saa. Alipotoka zake nje honda hajaikuta, maeneo ya Magogoni pale Kinuni hiyo ilikuwa kama saa nane za mchana, kwa mujibu wa maelezo yake alivyoniambia. Tukaenda kulipoti kituo cha polisi cha Kwerekwe, tukaachia askari pale wafanye kazi yao ya uchunguzi na upelelezi e, na document zote tukaziacha pale, kitambulisho na nini. Kwa hiyo ni shoti, juzi nikasikia kama kuna honda zilizoibiwa zimekamatwa kituo cha polisi cha Bububu, ikabidi twende, tukaambiwa Jumatatu Ndo tuwasili pale. Tukawasili Jumatatu tukaambiwa kuna baadhi ya vitu, sijui mkuu wa kituo alikuwa kashaondoka, na Jumanne kulikuwa na Nyerere Day. Ni shoti tuendelee Jumatano. Jumatano nafika pale kidogo, ndo nakuta Honda zinaondoshwa zinakujwa kituo cha Madema hapa, kituo cha polisi. Kwa hiyo mmekuja hapa. Ni shoti kwa kutizama tu kwa macho. Bado Honda yangu sijaiona mpaka dakika hii. Unafahamu? labda kama ndo kuna utaratibu mwingine wa wataalamu na jeshi la polisi lenye najua, natafuta vipi Honda wanaweza kanisaidia kwa hilo ah. Honda yangu mimi, kama imebadilishwa chassis number, ninaweza nikaitambua. Kuna baadhi ya vitu navyo vikibadilishwa pia ninaweza nisitambue. Kwanza tenki, pili kama exhaust shafamu, tatu kwenye engine nne, kwenye skani penyewe hasa pale mbele kwenye kile kifua naweza nikapajua. Alafu hondangu nilikuwa nimetia majina majina mengi sehemu sehemu nyingi nilikuwa nimeandika andika, andika. Kwa hiyo kutokana na alama hizo zote, kama kizibadilisha hizo zote na chesis namba na nini, naweza nsitambue, lakini kama chesis namba tu zimebadilishwa, tenki labda ameliacha ile siti pale chini, kwenye engine, kwenye mashine, in short, kwenye kifua naweza nkaijua hondangu.